Katika kipindi hiki tunaangazia faida ya operesheni ondoa mashamba pori ongeza uzalishaji. Kumbuka kipindi hiki kinaratibiwa na taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania, TARI, kituo cha Naliendele. Mtazamaji, operesheni ondoa mashamba pori ongeza uzalishaji ilianza mwezi Januari mwaka 2021 na ililenga kufufua mashamba yaliyotelekezwa kwa kupanda mikorosho mipya iliyofanyiwa utafiti na TARI kituo cha Naliendele, kuondoa mikorosho isiyozaa, kupogelea mikorosho iliyoachwa bila kuhudumiwa kwa muda mrefu, kupunguza mikorosho iliyobanana ambayo haikupandwa kwa kufuata utaratibu pamoja na kuongeza mikorosho mipya katika mashamba ambayo mikorosho imepandwa mbalimbali bila kufuata vipimo vinavyotakiwa kitaalamu. Vile vile operesheni hiyo ilienda sambamba na mafunzo kwa wakulima na maafisa ugani. Mtazamaji, operesheni ondoa mashamba pori ongeza uzalishaji ililenga kuongeza uzalishaji wa zao la korosho mkoani Mtwara. Mavuno yaliyokuwa yanapatikana miaka ya nyuma yalikuwa yanapungua katika kila msimu wa mavuno. Sababu kubwa imeonekana ni mbegu walizopanda zamani zilikuwa za kienyeji ambazo hazina uwezo wa kuzaa kwa wingi na tija. Sababu nyingine ni kutohudumia mashamba kitaalamu, na korosho zilizovunwa hazikuwa na ubora katika soko la ushindani. sisi kazi yetu kama watafiti na maafisa ugani ilikuwa ni kutoa elimu ya mkorosho unapaswa uwe na sifa zipi, na mkulima mwenyewe anapata ushahidi kwamba mkorosho wangu kweli hauzai, na anaona kabisa, na sio kwamba ujui, anafahamu mkorosho huu hauzai. Sasa kama hauzai afanyeje? Njia mojawapo ilikuwa ni aidha angoe ule mkorosho sio uzaa, apande mbegu mpya ya kisasa lakini, unawezekana kungoa, ikawa ni gharama kubwa, na, na, na pia inaweza ikamchelewesha kupata mazao njia mbadala ni ule mkorosho wa zamani ambao hauzai vizuri au nazaa korosho ndogo, ndogo ambazo hazina, hazina ubora mzuri kwenye kwenye kwenye soko akate na kubebesha vikonyo kutoka kwenye mkorosho ambao una sifa nzuri. Sasa hapo kulikuwa na changamoto mbayo zijitokeza. Kuna baadhi ya wakulima au watu wengine walikuwa na hisia kwamba mkorosho ukikata tena hasa kwa chainsaw utakufa. Kuna kwa swali la kwanza kwamba mikorosho hii ikikata kwa chainsaw haitachipua inaka inakufa, ilikuwa ni hisia kama hizo, lakini tunasema inawezekana ukataji ule ulikuwa wakati wa kitaalam na utakiwa ibi kuelimisha kwamba unaweza ukata mkorosho kwa chainsaw ukachipua vizuri, lakini tukaona swali lingine, hivi mtu ana mikorosho ya ina miaka hamsini sitini ni gogo mbalo hata ukishika mikono wezi kufika ku, ku, ku, mwisho mikono yako kwa shoka utakataje? Tukasema chainsaw kifaa ndio ambacho ni rahisi kukata mkorosho kwa muda mfupi na haraka bila kutumia nguvu na ikaweza kuleta e, kupunguza muda wa kufanya kazi kwa kwa kwa hiyo zoezi kwanza kuelimisha kwamba msumeno unaitwa chainsaw haui mkorosho kwa sababu kutumia mchuchumeno labda ukikata vibaya, lakini napenda kusema kwamba unaweza kuka, kuka, kuka, mkata mkorosho wako ukaubebesha vitawi vya kwenye mbegu bora ya kisasa ukachipua kupata mavuno. Tulisema hivi ndani ya miezi kumi na nane unaweza ukaanza kupata mavuno mapya, lakini, eh, hapo, hapo kwenye shamba hili wa mkulima wa Ruagara tangu alivyoamua ku, kuondoa huu mti ambao kwa maelezo yake ilikuwa hauzai vizuri, lazimika, kukata hapa ili uchipue tuweze kubebesha vikonyo kutoka kwenye, kwenye mbegu bora. Tangu hili zoezi lifanyike hata miezi kumi na nane haijafika ni miezi minane tu tayari imeshaanza kuona anza kuzaa. Kwa mfano hii hapa, hii ni korosho imetoka kwenye mti ambao ulikuwa hauzai, lakini ndani ya miezi minane unakuta unakuta korosi tayari imeanza kujitokeza na kama navaa sasa, yote hii ni ishara kwamba kabla hata miezi kumi na nane huu kupata huu mkorosi kuanza ku, kuzaa. Sasa ikifika mana miezi kumi na nane, ina maana zungumzie mwakani, mwaka unaofuatia baada ya ile zoezi kufanyika, huu mtu utakuwa ni mkubwa kuliko ulivyo sasa hivi na uwezekano mkubwa tukuwa na mavuno, na bahati mbaya naona mgeni hapo hata kupuliza tawi ya tilifu, kwa sababu ni mbegu bora. Unakuta yenyewe tayari licho kuliza tawi ya tilifu inaanza kutoa korosho, na inaonekana hizi, na bado inaendelea, na ni sasa pale ambacho tunaweza kusema ni ushahidi kwamba mkorosho ambao hauzai vizuri unazaa korosho ndogo ndogo ambazo hazina ubora, unaweza kuboresha kwa kukata ukishachipua unabebesha vitawi kutoka kwenye mkorosho bora, mbegu bora, utapata mavuno na faida. Hii ni kama nilivyoeleza mkulima mwenye shamba kwamba huu mti umekuwa haraka sana, na ni simu kwamba kama ungekuwa umepanda mche mche mdogo au umepanda mbegu usingeweza kupata mti mkubwa kama hivi, isingewezekana ndani ya kipindi cha miezi 8. Sasa hatuseme kwamba mtu asipande mbegu au asipande mche inategemea huyu mkulima yuko wapi. Kwa mfano, chukulia mkulima yuko yuko mkoa ambao hawajaweza kulima korosho wala hana mikorosho ya zamani, yeye atapanda mbegu bora lakini yule ambaye ambaye yuko kwenye eneo ambalo ana shamba lake la zamani, ana mikorosho ambayo imesha kuwa, anaona mkorosho fulani uzai, badala ya kusema achimbue apande upya, anaweza kakata ile ile mkorosho kama tulivyofanya hapa. Ukishachipua unabebesha vitawi ambavyo vitatokana na mbegu bora, kwa hiyo utapata mavuno mtazamaji. TARI kituo cha Naliendele kimetafiti na kutoa aina zaidi ya hamsini na moja ya mbegu za zao la korosho, na wakulima wanaweza kuchagua mbegu wanazotaka kupanda katika mashamba yao kulingana na eneo alipo au Kata na kubebesha vikonyo katika mikorosho isiyoza. Hapa amebebeshewa aina mbili tofauti, na kuona kujua tofauti ya, angalia kitabu huko nchani huko, hii jekundu hii hapa, kijani, hizi aina mbili tofauti na, um, lingali tutaona huko, angalia ukundu wa jani hili na hili hapa hizi ya nne mbili tofauti, ina maana huyu mkulima huyu huko atapata matunda ya aina tofauti, labda yenye ladha tofauti na yale kule. Na inawezekana pia faida nyingine ni kwamba hata ukiangalia hapa, huu mti upande huu hauna maua, ule kule una maua. Sasa faida gani naweza kupata mkulima kwa mtindo huu ni kwamba katika hali ya saibi nayokuwa nayo hii ya mabadiliko tabia nchi, hali yao inabadilika. Yawezekana pengine upepo umepita mbaya, wenyewe upepo mbaya pengine ungeshambulia upande ule kule, huku kutokwa bado, au huku ameshavuna bala nitokia upande mwingine. Kwa hiyo huyu hata kosa kabisa, ndio ana hata. Kukiangalia mtazamaji, operesheni ondoa mashamba pori ongeza uzalishaji ilianza mwezi Januari mwaka 2021 na, na ilitekelezwa katika wilaya zote za mkoa wa Mtwara. Mtazamaji, baada ya miezi sita mikorosho iliyobebeshwa ilianza kuzaa korosho bora na zenye kiwango. Katika kampeni ya kuondoa mapori na kuongeza uzalishaji, tumejionea kwamba kutumia mbegu bora kuna faida sana. Kwa mfano, ubebeshaji wa korosho hii mnaona korosho ni bora na ina kiwango cha hali ya juu. Ukilinganisha na korosho ambazo tunazilima kwa kutumia mazoea. Ni kama kwa mfano, mnaiona hii bibo lake ni kubwa lakini korosho ni ndogo. Ukilinganisha na korosho hii ilivyo na ubora zaidi, bibo linakuwa ni dogo, korosho linakuwa na ubora. Hii ni mkorosho uliobebeshwa vizuri na mkorosho ulikuwa ni mzee baada ya kukatwa ukabebeshwa na hapo umezaa baada ya miezi sita. Kwa hiyo ninasisitiza na kuhamasisha kwamba wakulima tutumie mbegu bora za ubebeshaji, tutumie mbegu bora kwa ajili ya mazao bora na uongezeshaji wa kuongeza uzalishaji. Pia ninasisitiza kwamba kuna changamoto nyingi tunazipata kwa wakulima kwamba hawapendi kugeuka hawapendi kubadilika, hawapendi kukua. Na mifano, wakulima wengi wanaona mpaka kwamba wajiridhishe kwa kuona. Kwa hiyo ninaomba kwamba wakulima wengi tubadilike, tuwatumie wataalamu wetu kwa kufata kanuni bora za kilimo. Kwa mfano kama hapa mnaweza mkajionea nyinyi wenyewe, huu ni muda mchache tu, lakini tunavuna korosho vizuri ukilinganisha na korosho ambazo mlizozoea za mababu za mabibi zinakuwa na mabibwa makubwa lakini korosho zinakuwa hazina ubora na zinakuwa ni ndogo sana. Kwa hiyo hamasa yangu kubwa kwamba tubadilike sasa. Kwa kwetu hapa kata ya Rwagara imetusaidia sana katika ile operesheni, tuliweza kushawishi wakulima zaidi ya mia tatu na tukakata mikorosho zaidi ya elfu mbili kwa kata nzima na miongoni mwa mambo tuliyokata ni pamoja na ile shamba ambayo iliteuliwa na mkoa mkoa kwa ile shamba darasa ambayo sasa tunalisimamia kwa taasisi na liendele ilivyokuja ili. Tangu wakati ule tunashirikiana nao mpaka sasa hivi. Kwa hali ya ile shamba ilivyokuwa, ilikuwa ni mikorosho mizee, mwenye mama alishawe alishaona ipi inazaa ipi haizai, akatuonesha. Tukashirikiana na taasisi yeye, ikawa imekatwa mikorosho yote na kubebeshwa mkorosho kwa mbegu hizi za kisasa. Nao baadhi ya wakulima wa zao la korosho wa mkoa wa Mtwara wanaeleza kufurahishwa na matokeo ya operesheni ondoa mashamba pori ongeza uzalishaji iliyofanyika mkoani humo. E, e, mpango huu wa ondoa mapori mimi umeninufaisha katika hii mikorosho ambayo nimeikata ilikuwa inatoa korosho ndogo lakini kwa sasa hivi baada ya kukata na kuja watu wanaliendele kunibebeshea, napata korosho kubwa na iliye bora, mfano wake kama hivi mnavyoiona huko mwanzo. Sijui nifananishe na kidole changu hiki, lakini ilikuwa inazaa sana, lakini wakati huo korosho ilikuwa ni ndogo. Sasa kwa mpango huu mimi nimenufaika kwa kupata korosho zilizo bora, na ndio maana nimehamasika hata kukata baadhi ya mikorosho mingine, wakati wao watu wanaliendele hawapo, lakini kulingana na ubora wa korosho inayotokea ya kubebesha imenisababishia nianze kuangusha na mikorosho mingine ambayo inazaa korosho ndogo na mingine haizai kabisa. Kwa hiyo mpango wa ondoa mapori kwa mimi binafsi umenisaidia. Kwanza namshukuru mkuu wa mkoa aliyepita wa Mtwara kwa kunichagua kama kufanya shamba langu kuwa darasa, nacho pia kimenifurahisha sana, na naomba serikali isiache moyo huo wa upendo kwa wakulima kama sisi, ambapo kidogo tunajitambua kwamba serikali inapokuambia jambo hili ukilifanya unafanikiwa, na tukatekeleza basi, lisitutupe mkono, litukamate mikono miwili. Nafikiri katika uanzishaji wa kilimo hiki cha utaalamu nilianzia mwaka na elfu mbili na tatu hapa Wagala e. Kwa hiyo nilipokuwa nimeanza kulima nilipanda ile mikorosho, sio hii ya kukata, nilipanda ile midogo ya kuota yenyewe. Baadaye niliondoka nikawa nimeenda Dar es Salaam e. Nilikaa kule miaka miwili, niliporudi sasa nilikuta ile mikorosho tayari imeshakuwa mikubwa ya miaka miwili yani, na uwezo wa kuanza kuzaa, lakini kwa sababu makusudi yangu ilikuwa sio mikorosho hii ya, ku, ya, ya kupanda na kukua yenyewe. Makusudi kwanza nikate, alafu nibebeshe. Kwa hiyo nilichukua jukumu la kukata ile mikorosho miaka miwili, alafu baadaye ilivyokuwa michipusha nikaenda kubebesha. Lakini wakati nimefanya zoezi hili siku ya kwanza ya kukata, maanake nirudi tu Dar es Salaam, nikakata ile mikorosho. Nilivyokata yani, nilisemwa vibaya Nilisema vibaya, na baadhi ya majirani wakasema, sasa huyu tena. Wengine shemeji yangu akamwambia, akamwambia ndugu yangu, akamwambia shemeji yake, yani mke wangu, kwamba sasa huyu anamwacha yule ustadhi, anakata ile mikorosho, anaharibu sisi na nini eh. Kwa nini msigawani, yeye kaharibu ya kwake, afu ya kwako ikawa imebaki. Mimi nikamwambia mke wangu, bwana natakiwa kuwa na subira. Ehe, yani mimi siwezi kufanya jambo hili ale kwamba naweza kupata hasara. Nafanya ili jambo ili niweze kupata faida, au tupate faida, mimi nawe katika maisha yetu. Kwa hiyo tusubiri na ao, baada tu ya muda mfupi watafanya kama mimi namna nilivyofanya. Kwa hiyo ilipochipusha baada ya mwezi sijui, nilimwarifu ndugu yangu mmoja na nyanga anaitwa Malesi. Tena wakati huo kabla ya haya teknolojia ya mapikipiki kwa basikeli ilitoka na nyanga hadi hapo shambani kuja kunibebeshea ile mikorosho. Kwa hiyo kanibebeshea, baada ya kubebesha tu, mwaka mmoja nafikiri watu walishaona kwamba kumbe juhudi ambazo yeye alikuwa anazikusudia ni hizi, kwa sababu niliona korosho ile ni kubwa. Aliona korosho ni kubwa na mikorosho ni mizuri, inazaa kwa hakika. Mpaka ilipofika mwaka wa pili basi yule ndugu yangu ambaye alikuwa anazungumza yale maneno na kile aliona faida yake ni nini, kisha tokea na yeye akaja na niuliza, sasa ustazi basi na mimi nifanye hivi. Fanya hivi nichukue mbegu, basi akawa anachukua mbegu anaweka kwake, anachukua mbegu anaweka kwake. Kadri siku zilivyokuwa zinaenda na mimi nili nilianza kuona manufaa kutokana na zoezi hili la uandoshaji naye. Mtaalamu katika zoezi hilo Wilfred Kilali anaeleza kitaalamu utekelezaji wa kazi hiyo ambayo ndani ya miezi sita imeonesha mafanikio makubwa. Ukiacha machipukizi anaota chini ya kiungio, maanake utapata mkorosho ule ule wa zamani na hapa kutambua kwamba huu ni, ni sio wenyewe uliobebeshwa. Huu hapa ni mbegu bora iliyounganishwa hapa, ambapo nitafungua hivi sasa hivi, nitafungua. Na huu hapa ni wa zamani, wenyewe umeota tu kutoka kwenye mti huu, umeenda kuchipua hapa pembeni, lakini uliobebeshwa ni huu hapa. Kwa hiyo mbegu bora ni hii, na hii sio mbegu bora. Sasa kwa kawaida tofauti yake kama unavyoona, huu hapo umeshambuliwa kweli na ukungu, unaone hii ni mbegu bora na tofauti yake nyingine ambayo huwa inaonekana, hili linaloota kutoka kwenye shina mama linakuwa lina nguvu sana ya kukua ukilinganisha na kile kitawi ambacho umekibebesha. Sababu yake hii ni direct kutoka huku kwenye mmea unapeleka chakula moja kwa moja. Watu wataalamu wengine wa ubebeshaji wanaita, huyu hapo uliyemweka pembeni ni kama vile mtoto wa kambo. Kwa hiyo huyu mtoto wa mama mwenye nyumba ndio anakula vizuri zaidi na anastawi sana na usipoangalia ikisha baada ya mwaka mmoja hiki utakiona kitakuwa kimekufa kabisa. Kuna mahali pengine watu wanasema mbebesha mikorosho kumbe ilichipua pembeni, yale yaliyochipa licha licha kufanikiwa yanakufa kabisa. Kama ukiacha uki, uki hichi kwa hapo, unaona kama ni kitu cha kawaida, lakini inapelekea mpaka kufa kabisa hiki, kwa sababu hili itaendelea kutawala itaendelea kutawala hapa, baadae itaonekana katawi tuka, baadae tena we mwenyewe unaweza ukakata kasema ili tawi ili, ngoja nilitoe, kumbe ndo unatoa ndo mkorosho wenyewe uliobebeshwa. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba inabidi kuwa makini sana kwenye kuondolea machipukizi yanayota chini ya kiungio. Kwa hiyo labda nataka niendelee na lile zoezi la kufungua hii kamba kwamba unatakiwa ikifika mahali kisha chipua kama hivi, unatakiwa kamba itoe yote. Operesheni ondoa mashamba pori, ongeza uzalishaji, ililenga kuongeza uzalishaji wa zao la korosho mkoani Mtwara. Operesheni hiyo ilijikita katika kutoa mafunzo kwa wakulima na maafisa ugani kwa vitendo. Wataalamu wa kilimo kutoka TARI Naliendele waliandaa na kuendesha mafunzo kwa vitendo moja kwa moja kwenye mashamba ya wakulima. Vilevile TARI kituo cha Naliendele inatoa elimu kwa wakulima na wadau wa kilimo kupitia kipindi hiki cha Kilimo Ajira Yangu ambacho kinarushwa kila siku ya Jumamosi saa mbili na nusu usiku. Hapa Dr. Kapinga anaendelea kutoa elimu kwa wakulima ya jinsi ya kutumia teknolojia ili kuongeza ubora wa zao la korosho. Naam, katika mpango huu wa kuondoa mapori ongeza uzalishaji nini cha kufanya shambani, inategemea na shamba la mkulima lina changamoto gani. Kuna mashamba ambayo tayari yana mikorosho lakini haizai vizuri au inazaa korosho ambazo hazina ubora. Sasa mkulima wa aina hiyo tutashauri, tunashauri kwamba yeye badala ya kusema huu mkorosho aung'oe ambao zai vizuri, ni, ni vyema sasa achukue hili zoezi la kuikata mikorosho aina hiyo alafu bebeshe mikonyo ya mikorosho bora. Lakini kuna mkulima niwezekana hii mikorosho yenyewe hana ndio kwanza anaanza kupanda huyu, hatuwezi kusema akate, kwa sababu chakukata hana. Kwa huyu sasa, yeye atakachofanya ni kupanda mbegu bora. Lakini inawezekana pia mkulima ana mikorosho shambani kwake imekaa mbalimbali. Sasa yeye huyu hahitaji kukata, yeye anahitaji kujazia mapengo ambayo hayana mkorosho. Sasa anaweza kupanda mbegu au anaweza kupanda mche tena, mche uliobebeshwa ubebeshwa, au si ubebeshwa, lakini uwe mche bora na mbegu hiyo, mbegu bora. Kwa hiyo sasa tunasema, tunasema wakulima waweze kutumia teknolojia rahisi na nafuu kulingana na maeneo walionayo, wa sio lazima kila mtu umwambie, yani weze kusema kila mtu afanye aina fulani ya teknolojia ambayo inatumika inategemea na ule mtu yuko wapi na changamoto shambani kwake ipoje. Na nasema kama, kama mtu labda yuko mbali pia na na, kuvuna vikonyo inaweza pengine ikawa ngumu kumwambia fanye. Mfano mtu yuko Kigoma, hivi vikonyo ukimwambia chukue vikonyo maana kutoka Mtwara au Lindi inaweza kwa gharama kubwa sana. Huyu utakachoambiwa apande mbegu bora ni rahisi kusafirisha mbegu bora kutoka Mtwara au Lindi kwenye mashamba yetu ya kuzalisha mbegu kuliko kuchukua vikonyo akaenda kufanya kazi. Kwa hiyo huyu sasa yeye atatakiwa ye afanye kazi ya kupanda mbegu bora kutoka kwenye shamba yanayozalisha mbegu bora. Huyu ambaye yuko Mtwara na wale walioko Mtwara na Lindi, wengi wao wako karibu na vituo vyetu endereza zao la korosho, hizo ni za CDC. wale ni rahisi kufikia ile maeneo kuvuna vikonyo. Na wengi wamelipokea hilo kwa sababu ni rahisi kupata vile vikonyo. Lakini pia urahisi ufaidi unapata pia kama unavyoona unavyoelezea kwamba ndani ya miezi 18 unaanza kupata mavuno. Unavyozungumza ndani ya miezi 18, sisi tunachukulia kwa kwa ndani ya juu kwa kwa kwa kipimo cha juu zaidi miezi 18, lakini unaweza kukuta chini ya miezi nane labda miezi sita saba nane au kumi kutegemea na mkorosho alipandikiza, kwa vikonyo ambavyo vimekomaa kiasi gani, anaweza kupata nguvu. Lakini hatutegemei mkorosho ulio katwa alafu kabebeshwa ukae ndani miezi kumi na nane ujatoa maua, sio sio kawaida. Kwa hiyo sasa hilo pia linafanya wakulima wafurahie sana ili zoezi la kukata miti ambayo haizai au naza ndogo ndogondogo akabebesha kikonyo kutoka mbegu bora, kwa sababu inazaa mapema na najionea faida mapema. Sasa hapo na uwezo sema kusisitiza kwamba wakulima watatumia teknolojia mbalimbali kutegemea na mahali palipo, lakini pia kutegemea na uwezo wake. Yote zote ni njia sahihi kupanda miche, kupanda miche iliyobebeshwa usiobebeshwa au kupanda mbegu moja kwa moja shambani au kukata mti ambao hauzai au unaweza korosho ndogo ndogo zisizo na kiwango, au unavumili magonjwa, akabebesha kitawi ambacho kina sifa zinazotakiwa kwamba itazaa korosho kubwa, korosho kwa sababu ambazo zina zina zina zina zina zina zina zinavumilia magonjwa na sifa zile zote ambazo mba zo mkorosho unahitaji. Kwa hiyo, lakini nategemea nini, huyu mkulima yuko mahala gani? Je, yuko karibu na sehemu za kupata hivi yuko karibu na sehemu ya kupata mbegu. Na hata hii kama sio hivyo pia, je ana uwezo wake yeye anafikiri ipi ni nzuri? Sisi kazi yetu ni kutoa kueleza teknolojia zote ambazo zinahitajika. Zote ambazo ni nzuri. Sasa wakulima sasa wao wanachagua. Unaweza kupata mkulima A, yeye kapenda atumie teknolojia hii. Mkulima B atumie teknolojia nyingine. Sasa faida na hasara, yeye anaona kulingana na hali ambavyo shamba lake lipo. Hayo ndio mambo kuzingatia.